We mage mage, muogope Mungu wako, shoga yangu mage. Jamani, haya mimi nimekwambia hayo maneno mage. Wewe utachomwa moto mage, saa ngapi na muda gani? Eh, shoga yangu Sofi, kusema hayo maneno kwa mage, shoga yangu. Eh, sema mtoto mgombanishi nyie, huyu. Wewe saa ngapi nimekuja kwako mimi leo? Nimekuja kwako mimi? Wewe saa ngapi tumeona mimi na wewe leo? Acha umbea, shoga yangu, shoga yangu Sofi. Ugombane. Eh, mwali wangu acha umbea mage mama. Mage usigombane na wenzako, mimi hapa ndio ndo napopata unga hapa mage. Eh? Mbona hivi wewe ni binti? Sijada kwa kutokana na wewe. Yaani mungueno saa ngapi? Yeye hapo ndo anakwambia haya mwanangu sasa, kama ujui. Yeye ndo anakwambia wewe, sio mimi, anapitia kwangu. Wewe. Feti. Kwamba kunionekana mimi kwa sosi mbaya feti. Ndio wewe baya, wewe baba yangu mwaje, utuache. Maana wewe naona kabisa hautupendi wewe, muongo muongo. Sofi, hebu niamini mimi, yani nataka kama una hiyo tabia ubadilike, ubadilike. Sofi mimi siwezi kuwa nafikiri kama anyo, kwa anyo, um, two, three, two. Kwa inangu, wewe ndio za ajabu tabia yake aje wewe, kwa nani tabia yake aje? Mbona mtu safi tu. Kwani Sofi ushatembea na bwanangu wangu hivi wewe? Aka Sofi, wewe una ukimwi hmm? sina ukimwi mwenzangu, Sofi wewe una bado aka. Okay, haya shoga, umeipata wapi kama sio umbea? Ewe hey mage, muogope Mungu, we, mtoto, we, we, Simona matoka lakini wewe. Ah, <laughs> aisee hapana jamani Mage. Mage kumbe mgombanifu mwa wewe ya kuchu ya kuna ya kuongezea una maneno ya kutunga wewe eh, Mage. Ah, aisee hapana. Mm -mm. Sofi, sitaki mambo mengi wala maneno mengi hapa. Mimi -hmm. na ushahidi. Ushahidi upi? Una ushahidi saka yeah. Tu. Ushahidi gani? Hebu ujue kama kwa una ushahidi. Afanye mambo kwa ushahidi shoga yangu. Acha uongo. Ushahidi upi? Ushahidi upi? Ushahidi upi? Ni mbona? Play. Play, play, play, play. Play.